Katika kanda ya Ziwa palikuwepo ndoto ya kuwa na hospitali ya kisasa itakayowaletea wananchi huduma kubwa za tiba bila kulazimika kusafiri mbali hospitali e, ya rufaa ya kanda Chato ilianzishwa e, mwaka 2021 na ndio tulianza kutoa huduma mwezi wa Julai. E, wakati rais mheshimiwa rais anaingia madarakani e, alikuta jengo hili tu moja ambalo ndio lilikuwa limekamilika, lakini hadi hivi leo tunavyoongea, mheshimiwa rais ameendelea kama alivyosema katika kauli mbiu yake kazi iendelee. Ndoto hiyo sasa inashuhudiwa katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Chato. Miundombinu yake imejengwa kwa ubora wa hali ya juu, majengo ya kisasa yakisimama kama nguzo ya matumaini mapya kwa wananchi. E, nikisema kwa kuelezea kwa umakini ni kwamba hivi sasa jengo hili la magonjwa ya nje limekamilika jengo la maabara na famasi limekamilika. Tulivyoanza kutoa huduma tulikuwa hata maabara hatuna, tulikuwa tunafanyia kwenye kachumba tu kadogo hapo chini ambapo tulikuwa tunaweza kupima vipimo 17 tu, lakini sasa hizi jengo la maabara limekamilika. Eh, jengo la radiolojia limekamilika. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametusaidia sana kwa kitengo cha miundombinu, maana sisi eh, tusingeweza kuhudumia wananchi hawa kama miundombinu hii isingekuwa imekamilika. Ujenzi unaendelea kusonga mbele kwa kasi. Benki ya damu ya kisasa inakamilika kuhakikisha hakuna tena upotevu wa maisha kwa kukosa damu. Kanda ya Bugando ilikuwa inahudumia mikoa sita, hivyo ikapelekea kuzidiwa sana katika kuhudumia huduma za damu. Kwa hiyo ikaamuliwa na Chato kuwe kuna kanda ya damu, na tayari tumeshapata fedha bilioni moja point mbili na tayari mkandarasi amepatikana na ujenzi wa blood bank imeanza chini kidogo pale, ambapo itasaidia sana kutoa hizo huduma za damu na, na nyingine Buhari kubwa ya dawa inajengwa ndani ya hospitali hii ili kuimarisha upatikanaji wa dawa kwa mikoa yote ya Kanda ya Ziwa bila kuchelewa. Lakini pia Mheshimiwa Rais ametusaidia e, kutujengea e, buhari ya MSD ambao nao tayari wameshatengewa fedha na wameanza kujenga jengo lao kubwa ambapo kwa hiyo upatikanaji wa dawa kwa mikoa hii ya kanda ya Ziwa watakuwa wanapata dawa kwa karibu. Huduma za uchunguzi zimeimarishwa kwa kuletwa mitambo ya kisasa ya CT scan na MRI, ikirahisisha utambuzi wa magonjwa kwa haraka na kwa usahihi. Pamoja na kujengea miundombinu mbalimbali, hajayaacha yakawa magofu. Mheshimiwa Rais ametusaidia mitambo na vitendea kazi katika miundombinu hiyo. E, katika kama tunavyokumbuka, achukua uamuzi wa busara kipindi kile tumepata janga la COVID-19. Mheshimiwa Rais tulipata fedha kutoka IMF, lakini yeye badala ya kuzitumia kama fedha za semina na mambo mengine alinunua mitambo, na katika mitambo hiyo sisi Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Chato pia e, tulikuwa ni wanufaika. Moja kati ya vifaa ambavyo tuko navyo ni MRI. Uh, MRI machine tulionayo ni Tesla moja point tano which ich ambayo ndo moja kati ya rating kubwa za mashine ambazo zinatumika kwa ajili ya vipimo kwa ukanda huu. Ni moja kati ya mashine kubwa, na inasaidia sana kupima magonjwa tofauti tofauti, ambayo kwa zamani ilikuwa wanategemea hospitali moja ambayo ni Bugando, ila sasa hivi sisi tunatoa huduma hizo hapa kwetu inaangalia abdomen, magonjwa ya wamama, magonjwa ya fibroid, na ni kwa utaalamu bobezi, na kuna wataalamu wa kutosha ambao wanatumika kutafsiri hizo picha na kutoa majibu yaliyo sahihi, ambayo anaweza yakasaidia kupunguza muda wa mgonjwa kusubiri majibu na matibabu. Hospitali hii sasa imetengeneza mfumo wa kuzalisha tiba hiwa ikiwemo oksijen hatua ambayo imepunguza gharama na kuongeza usalama wa wagonjwa mahututi. Sisi hapa hospitali ya rufaa ya kanda Chato tayari tuna mtambo wetu ambao ulitokana na hizo fedha za COVID, ambayo inasaidia sisi wenyewe kwanza. Zamani tulikuwa tunafuata hii watiba Bugando, kwa hiyo imeondoa zile gharama za uendeshaji wa hospitali kuchukua mitambo kwenda Bugando, ulipe watumishi posho, ukanunue. Kwa hiyo tunatengeneza sisi wenyewe. Nguvu kazi ni msingi kwenye ujenzi wa jambo lolote. Watumishi wapya 316 wanapatikana hapa hii wakijumuishwa madaktari bingwa saba waliokuja na utaalamu wa hali ya juu. Sisi tulipo, tunaanza mwaka 2021, tulikuwa na watumishi 147 tu katika hospitali hii. Hospitali hii tulikuwa watumishi 147, lakini tulikuwepo mabingwa watatu. Hivi sasa tuna watumishi wa kada mbalimbali 316 na madaktari bingwa saba sasa unaweza ukaona kuna ongezeko karibia la asilimia mia mpaka mia hamsini la watumishi ambao kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan e, kwa kutujali na hiyo imesaidia sana kuondoa zile changamoto za kiutendaji na kuboresha sana huduma kwa wananchi, kwa sababu watumishi wanapokuwa wengi, wagonjwa hawakai kwa muda mrefu, hawachelewi. Kwa hiyo imesaidia sana, lakini hivyo tu haitoshi. Bado mheshimiwa rais ana udhamini wa kusomesha madaktari bingwa. Mwezi wa kumi ni, na moja tunatarajia kupokea madaktari bingwa wapya sita, ambao wamefaidika kutokana na huo udhamini wa mheshimiwa rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mimi ni afisa muuguzi niliyeajiriwa mwaka uliopita, kwa hiyo nikiwa mnufaika namba moja wa, wa, wa wa serikali ya awamu ya sita. Kwa hiyo tumeshukuru, tume, tume, kwa kuwa tumeweza kuongeza idadi kubwa ya watendakazi katika hospitali yetu na kuweza kupelekea kupunguza idadi kubwa ya wagonjwa waliokuwa wanaelekea katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Buganda. Kupitia juhudi hizi, huduma ambazo awali zilionekana ndoto sasa zinapatikana hapa hapa Chato ikiwemo upasuaji wa mifupa na huduma ya kusafisha damu kwa wagonjwa wenye changamoto za figo. Lakini pia tuna kutokana na miundombinu hii na mitambo, tunayo huduma ya upasuaji wa mifupa. Sisi tukishirikiana na madaktari bingwa wetu wa Moi tunafanya huduma mbalimbali za upasuaji wa mifupa, na hii imesaidia si tu kwa wakazi wa Chato, lakini tunapata wagonjwa kutoka mkoa wa Kigoma hasa wilaya ya Kakonko na Kibondo tunapata wagonjwa kutoka mkoa wa Kagera hasa wilaya ya Muleba, Biharamulo na Ngara, lakini hivi sasa hadi wagonjwa wa nje. Kwa mfano tulivyokuwa kwenye outreach Ngara, tulipata witnessizi. wagonjwa walikuwa wanakwenda Burundi kupata huduma hizi za mifupa, lakini sasa wagonjwa wa Ngara wanakuja hapa. Hospitali ya Rufaa ya Kanda Chato imevutia hata wale wagonjwa wengine wa Burundi kuwa wanakuja kuona kwa nini wenzetu wanaenda huko Chato. Upepo umebadilika. Kwa hiyo ile dhana ya medical tourism utalii tiba imetimizwa, ime, ime, ime kwa kiwango cha juu sana. Lakini tunayo huduma ya usafishaji damu, wanaita dialysis kwa lugha ya kigeni. Mheshimiwa Rais alitujalia tukapata mashine kumi mpya ambazo tunazo katika kitengo chetu cha dialysis. Na kwa mwezi sisi hapa tunafanya sessions karibia Eh, sabini mpaka mia wagonjwa mbalimbali mbali. Katika kitengo hichi wagonjwa walikuwa wanahangaika sana, wagonjwa wengi wa mikoa ya Geita, Kagera na Kigoma wengi walihama makazi yao kwa ajili ya kupata huduma hii kwa karibu. Huduma hii nilikuwa niipata Mwanza, na hospitali moja na inaitwa Hindu. Huduma hii nimeipata pale kwa kipindi kirefu kidogo, nilikuwa sijaelewa kabisa kwamba hapa kuna huduma hiyo nilikuwa natoka Biharamulo kwenda Mwanza kila siku ambayo nimeambiwa. Sasa ukiangalia ule umbali uliopo kati ya Biharamulo na Mwanza, kilomita mia mbili na hamsini, unaenda unarudi, unakaa siku moja pia unaenda unarudi. Sasa baadaye nikaambia kwama, lakini kwa hiyo nilianza huduma ya hapa nadhani wiki mbili zilizopita. Kutoka Biharamulo kuja hapa ni kilomita chache sana. Kifupi tu ni kwamba huduma zilizoko hapa sasa ni nzuri, sijaona kwamba wametetereka wapi ama wamekosea wapi Zubabu, wote, kwa sababu ukifika muda wote ule ambao umepangiwa wa huduma unakuta wapo. Sasa kama unakuta wapo, maanake ni kwamba huduma zinaanza mara moja. Athari zake zimekuwa dhahiri kwa jamii, vifo vya mama na mtoto vimepungua kwa kiwango kikubwa kabla ya miaka hiyo minne ya mheshimiwa rais ndani ya hii ya wilaya ya Chato tulikuwa tunapata vifo vya mama zaidi ya kumi eh, kwa mwaka lakini hivi sasa vimepungua kwa mwaka tu. Kwa sasa tupo kwenye vifo vitatu mpaka vinne, lakini tunaendelea kufanya jitihada mbalimbali ili kufuta kabisa vifo vya mama na watoto katika katika wilaya yetu. Na wagonjwa watoto wanakuja na hali tofauti tofauti, wote tunawapokea. Tunapokea watoto kuanzia siku ya kwanza hadi miaka kumi na mbili Kiangalia hapa kuna vifaa ambavyo watoto wachanga wanapozaliwa wakiwa na chini ya kilo kuanzia 2.5 kushuka chini mpaka kilo 2.5 kupanda juu, unavyo vifaa hapa. Kuna hizi nanii, infant warmer kwa ajili ya kuwasha na nini joto, pia kuna hizi nyingine, kuna haya ma concentrator ambayo yanatusaidia kulingana na hali ya mtoto wetu jinsi alivyokuwa. Waliendelea na matibabu, waliendelea na vipimo vya mbalimbali kulingana na ugonjwa waliokuwa nao, lakini kwa kipekee huduma zote hizi zisingewezekana kama tungekuwa hatuna e, fedha na na, na, na, na, na na madawa. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha karibia asilimia 98 ya dawa muhimu zinapatikana katika hospitali yetu ya Rufaa Kanda Chato. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho.